Kwa mama zangu, walezi wangu, wanawake wenzangu, kwa kuendelea kutuhamasisha sisi wa mabinti katika sekta ya madini wa mama watao Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa waziri, sisi vijana hatuna mengi ya kumpa mheshimiwa rais kama zawadi. Sisi vijana tuna maneno machache ambayo tumeyaweka kwenye zawadi yetu hii ndogo. Naomba tuwe na utulivu, tuwe na utulivu. Tunaomba Mheshimiwa mgeni rasmi, waziri wa madini. Usimame upokee zawadi ya mheshimiwa daktari Samia Suluhu Hassani, ambayo ina maneno haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, jezi hii sio jezi ya kawaida. Kwanza hapa mbele ina jina la mheshimiwa rais, imeandikwa e, <laughs> Dr. Samia Suluhu meandikwa kauli mbiu yetu ya Vision 2030, madini ni maisha na utajiri, lakini tuna sentensi maalum inasema, tunachimba na Samia. Sisi hatuwezi kuchimba, sisi hatuwezi bila kuwezeshwa na mama, sisi hatuwezi bila teknolojia, hatuwezi bila uongozi thabiti wa mheshimiwa rais, hatuwezi bila amani. Kwa hiyo wachimbaji wote tunasema tunachimba na Samia. Nyuma ya jezi hii tumeandika Samia wetu dhahabu yetu na madini yetu ni urithi wetu. Madini tuliachiwa kama Baba wa Taifa alivyosema yatachimbwa pale Watanzania watakapokuwa wamepata elimu, na leo tunaona kupitia mheshimiwa waziri, kupitia urushwaji wa ndege, kupitia mitambo ambayo mama anatununulia kwa ajili ya kuchoronga, kupitia upatikanaji wa leseni, kupitia mala wa wizara na tume yetu ya madini na zaidi ya yote waziri wetu kijana. Mheshimiwa waziri, upokee zawadi ya mama yetu mpendwa tunayempenda sana. Wanachukua na picha za kumbukumbu. Nimewaambia tunatumia dakika chache kwa sababu tumeunganisha, na picha zinavyopigwa, unatoka kama ulivyo. Kama umenuna, utakuwa na kwenye TV kule wanakuona umenuna, ila kama unatabasamu na baada ya hapa, mheshimiwa mgeni rasmi, utakapomaliza hotuba yako, utapata fursa ya kwenda kutufungulia uchomaji wa nyama. Tutakupatia kisu, utakata nyama pale wewe na mheshimiwa mkuu wa mkoa alafu utakabidhi zile ng'ombe zote. Hii haraiki itakwenda kula. Sema Samia.